Naye gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti pia amemwomboleza nguli huyo wa kisiasa kama kiongozi aliyependa nchi yake. Gavana Ndeti akisema Odinga ni miongoni mwa viongozi waliomwelekeza wakati alipoingia bungeni kwa mara ya kwanza mwaka wa elfu mbili na mbili na mwaka wa elfu mbili na nane kifo. people of Machakos County on behalf also of my family and myself kupatiana rambirambi rambi zetu kwa familia ya our former prime minister Raila Amolo Odinga yule alituacha leo asubuhi. Baba alikuwa Mkenya yule alikuwa amependa nchi yake. Nakumbuka nikienda parliament 2008 nilikuwa mdogo sana na wakati huo hiyo parliament nilikutana na wale walikuwa heavyweight. Raila Amolo Odinga was there, Mishuki was there, Githunguri was there, Aaron Moi was there, Jenga Karume was there. You can imagine the kind of people I found in the 10th parliament. Raila Amolo Odinga akiwa ndani walikuwa wamependa nchi yao wengi wao wametuacha wengine wao Raila ametuacha roho ya kupenda nchi yetu kama vile Raila Amolo Odinga na wengine nilikuwa na wao 10th parliament, walipenda nchi yao baba. Nakumbuka tukipigania katiba na yeye na alikuwa anatuambia tutapigania katiba kwa sababu yenu, lazima tusupport maneno ya devolution.